Na katibu mkuu, hawa ni aina ya watu wazembe. Tumeshawalipa pesa, kama mlivyonieleza nyinyi wenyewe, 9.6 bilioni Tanzania shillings, the taxpayers money. Tumekulipeni fedha ya walipa kodi, na hamfanyi kazi, mmepumzika. Na mna mikataba mingine mitatu ukiacha huu, na sisi hamfanyi vizuri, amnishawishi kuendelea hata na hiyo mikataba mingine mitatu na nini. Leo ninawakuchukueni kwa kuwa wataalamu wangu wamefanya jitihada nyingi sana za kuhakikisha kwamba mnashtuka juu ya fedha hizi tulizowalipa, lakini hamshtuki. Nataka nipeleke ujumbe kwa wengine wote makandarasi wazembe wa aina wa yenu, ambao wanachukua fedha za serikali na hawafanyi vizuri, wajue ya kwamba hatufurahii, hatupendi na hatuna uvumilivu na jambo hilo. Kwa hivyo wewe leo ni halali yetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mkuu wa wilaya, mtamchukua huyu bwana na timu yake, wawekeni ndani. Watu wa TAKUKURU wako hapa. Sijui wako, wako watu watakukuru wako eh? Watu watakukuru watu watakukuru, mtafanya nao mahojiano, utaandika charge ya hawa watu, watakuwa committed, watoe wafanye commitment zao huko katika utaratibu wa kisheria ambao ninyi mnausimamia, na mimi niandalieni uh, barua ya mawasiliano na waziri wa mambo ya nje. Yeye atafanya kazi ya kuzungumza na balozi wao ili high level meeting hawa high level bosses wao ambao wameitwa muda mrefu, waje kujadili jambo hili. Baada ya kuwa tumewalipa fedha, wamedharau. Hiyo tunaita ni dharau. Kwa hivyo, kama hiyo ni dharau, na sisi tunawaonyesha kwamba namna gani dharau inavyouma. Sina mazungumzo zaidi na hawa watu. Kwa hiyo, watu wako ni hawa hapa.